Lo, marehemu amelala pale, kwa kweli nilisikitika sana 6

kwapi dereva ameondoka, ndio kutabiria mimi nikarudi mpaka eneo la tukio kidogo, nikamwona yule mtoto yake nani huyu, ambaye alikuwa rafiki yake analia, anasema amekufa nokutamk amaniaua sijikangukakima k sikaa akkautabaadaye akaamimi mimi naitwa Muhamedi. Muhamedi nilikuwa napita na kwenda kunua nyanya huko bondeni, nikuta yule marehemu amelala pale. Kwa kweli nilisikitika sana, sasa ninasikitika zaidi.